Okelo alikuwa amekubaliana na Yanga lakini klabu mbili zimeshindwa kukubaliana, ambapo imeelezwa kwamba katika vuguvugu la dirisha dogo la usajili linaloendelea kwenye ligi kuu na nchi ya Tanzania kwa ajili ya kuendelea na msimu, msimu wa ligi kuu ya NBC Premier League, basi unaambiwa kati ya vilabu vya Vipers kutokea Uganda na Yanga kutokea Tanzania walishindwana kukubaliana kwa Allan Okelo. Hivyo Yanga waliacha mpango wa kumsajili na badala wake wakasajili Emmanuel Mengo kutokea eh, TRA United kutokea hapa Tanzania ambapo katika kitu ambacho kinaweza kuwa kinashangaza zaidi ni kwamba Okelo yeye alikuwa, alikuwa amekubaliana na Yanga lakini klabu mbili zimeshindwa kukubaliana huku mchezaji huyo bado ana mkataba mrefu na Vipers. Sasa Mengo ambaye ni vice anacheza nafasi kadhaa ndio alichaguliwa. Eh, Pedro Consaves eh, alihitaji washambuliaji wawili ambao wamekuwa active, yani alihitaji huyo hapa Mengo pamoja na Allan Okelo lakini imeelezwa kwamba klabu ya Vipers wameshindwana na klabu ya Yanga kutokana na kutokufikia mwafaka, sababu zikielezwa kwamba Okelo bado ana mkataba mrefu zaidi na Vipers, hivyo Yanga wameshindwa kuvunja mkataba huo kwa makubaliano. Huko walikuwa wamekubaliana waweze kubadilishana baadhi ya wachezaji, lakini waweze kutoa baadhi ya pesa kwa ajili ya kumchukua mchezaji huyo, ambaye mchezaji huyo Allan Okelo aliweza kuonekana kuwa ni tishio zaidi wakati wa michuano ya CHAN ambayo ilikuwa inafanyika kwenye nchi za Tanzania, Kenya na Uganda, ambapo alionekana ni tishio zaidi, lakini pia akaja akaonekana kwenye Afconi kwenye Kwe kundi D ambalo alikuwepo pamoja na Tanzania, akaonekana ni hatari zaidi na kuwa mwenye uwezo zaidi, lakini ukiachana okay na dili ambalo alifanya eh, Allan Okelo na klabu ya Yanga awali ilielezwa kwamba Allan Okelo anahitajika na klabu ya Simba Sport Club. kipindi hicho wakati Simba kocha wao ni Fadu Davis, ambaye alidai kwamba anahitaji kupata mchezaji ambaye atakuwa na X factor, ambao wengi wadai kwamba mchezaji huyo ni Allan Okelo, hivyo dili hilo nalo lilishindikana, na baadaye Yanga wakajitosa kuweza kumchukua mchezaji huyo, lakini nao dili lao hilo limeweza kukwama baada ya klabu zote mbili kushindwa kufikia makubaliano ili waweze wawez kufanya mauzi yao.